Mechaya kwanza kachoka ndo hivyo kubebwabebwa, tukalalamika kwa waandishi wa habari, naona wameyasikiliza, wame tuliko tunayaongea, wamejirekebisha, wamemeka refa ambaye ni bora mm, kachezesha vizuri sana tu mm. Na tumewachezea kiwango kikubwa mno, walipoteana mnowatatmi ana mbay la zaidi sana lile la wamechoka au ubora wao nakuchoka pia yeah. mm. Mchezaji gani ambaye alikuwa kwenye kiwango kibovu kabisa wa Simba ambaa una unamfahamu leo hakuwa katika kiwango chake? Panzi Panzi Panzi Panzi, mm. Nani sibi watajua mwenyewe huko eh, yes. yes. yes, Panzi. Mimi namuita vovote kwa sababu yani, wamechoka wamenikinai, kiwango kibaya kabisa, kibovu kabisa. Uone, mpaka washabiki wao wanatupia chupa. Eh, yeah. Yaani kwamba washabiki wenyewe wamewachoka wanawatupia chupa, baada ya kutupiwa chupa ndio wamepata nguvu kidogo kupata lile goli moja. Ina maana wewe unapata goli mpaka utupiwe chupa na washabiki mm. si umechoka? wamechoka mm. Kiufupi. Ndiyo. mechi ya leo ilikuwa tamu. Ndio. Ha? ilikuwa tamu sana yani. Yani, burudani Yani, hapa nikipanda kwenye gari navyorudi Singida, ninaenda vizuri, nalala mpaka nalala yani vizuri sana sana maana yake mm, nilikuwa nirudi nyumbani na aibu hapana, narudi na furaha, hata barabarani uko natembea. Message yako sasa kwa Young Africans. Message yangu? Yangu kwa Young Africans mm. Na wenyewe wasubiri tu mm. wasubirie tulitakao kukuta maana mm. mm, sipendi kuongea sana mimi Blackstar, napendaga kuongea kwa vitendo Eh, litawakuta tu, na wenyewe wasubiri kwa vitendo tu. Sasa hivi si hatutaki ka mdomo, hatupendi ka mdomo sisi. Sisi ni vitendo tu ndio. Shukrani, asante.